Sijaona CCM mkoa huu, sijaona, haipo. Ila kitu kimenishangaza nini? Dadangu anaolewa Kagera kwao, nimekuja mara nyingi na mikutano hapa na makamu mwenyekiti. Miaka ya nyuma mimi nilikuwa nauza apples hapa kwa wazungu hapa, konapajua jua hapa kwa waindi waindi madukani huko. Sikiliza Kagera, mkoa wenu ni kati ya mikoa minne maskini au mitano, Tanzania nimepita Muleba, Biharamulo na panjua, Ngara Kyerwa, mmezungukwa na maji, mnakaawa mna, mna samaki, mnaweza mkalima vanila alizeti mnagzi, alafu mnaongoza kwa umaskini. Alafu nyie ndo watu mnajifanyaga mkiongea Kiswahili machanganya na Kiingereza wakati na, sijui kwa nini nilisahau, toki tukiwa hapo nikasikia anaongea na mimi nikakum sijawahi kusoma mahali. Unajiuliza, Kagera inakuwaje maskini? Umepita kwenye mabonde huko, kama chumu una kawa. Kawa, baada ya mafuta katika soko la dunia, mafuta sao, bidhaa namba mbili inayoongoza kwa kuuzwa kwenye soko la dunia ni kawa, na asilimia sabini ya kawa alafu Kagera anaongoza kwa umaskini, alafu kuna boya katikati yenu, anasema mimi sisi.

alisema hivi ni heri binadamu akaishi miaka michache duniani jina lake likabaki linaishi kwa haki na heshima kuliko miaka mingi ukatoweka kama mzoga. Mimi nimekuwa mbunge kwa miaka kumi, nimeenda lokapo zaidi ya mara mia moja na mu, nimekwenda jela mara nyingi, nimekoswa kuuawa najua wimbo? Hawa ah, vipi hawa ah. Vipi nilipaswa ni ni na nianze mboya, kwa sababu hii kazi sio rahisi, tunatembea barabarani usiku kucha, tunaishi kwa mashaka, unaona

inaumizwa na uoga uoga kwa

Yeah, ndio mnatuletea usiku yeah, yeah, yeah, yeah. Leo nimemwambia katibu mkuu, nambia katibu mkuu na wasiwasi, kuna chakula tunakula wa Tanzania ambacho kimefanya tumekuwa maduni. Haiwezekani polisi aa, ya mishahara yao kwa mwaka, huyo alikuja kunilinda mimi hapa, mshahara wake kwa mwaka wanaishi maisha magumu, wanateswa, lakini wakitumwa kupiga hawaangalii hata kama walichotumwa ni sawa sawa. Tumenyimwa viwanja mjini, tumeletwa huku eti kwa sababu tusipate nyombi, na hii hapa nyombi. Sasa polisi <laughs> nisikilizeni kwa makini sana, kuweni watu wema shiriki wizi na wa kula na kuumiza wananchi. Hapo nyie wote, hakuna anayekula kiapo aliyokula hapo. Polisi huyo, askari anayekula kiapo cha kulinda raia na mali wake kwa gharama ya maisha yake, kama umekula kiapo cha kulinda raia na mali yake kwa gharama ya maisha yake, unakuwaje tena msende, unapewa amri ya kusaidia wizi wa kula na kuharibu taifa lako? Ni bora <coughs> hapa shi gapi kwa mwezi Po hapa saje tukistaafu napewa milioni kumi na tano. <coughs> Haitoshi kunyenge hata kiwanja. Mbunge mnamsaidia akimaliza akibaliza mna wako na kamitano. Anapewa milioni mia tatu. <coughs> Mna shinda barabarani usiku mnateseka. Mvua ya kwenu, jua la kwenu, upepo wa kwenu. Risasi ikipigwa mnafata nye, wala sio inaimio nyumba yako.

Huyu ni nani? Huyu ni mwenyekiti Huy wa Chama cha Mapinduzi taifa, sindio? Huyu anamteua mkurugenzi, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Ah, no, ni mfano knakoiashu

yuko nyuma mkurugenzi pya. <laughs> Oh, oh, okay. Ndio wanaosimamia uchaguzi. <laughs> Tunamwambia rais mama, wewe si umeupiga mwingi, si umejenga mabarabara leo. si hakuna kama mama leo. Basi mama, hii timu ni ya kwako, tunataka tubadilishe mfumo wa uchaguzi. Simba na Yanga ikicheza refa amanara mama ananuna anamkamata lisu

wengine watakuja ku expand katika masuala mwingi. Sasa iko hivi, kwanza Bukoba, Samia Suluhu sio mama yenu, ni rais wa jamhuri ya muungano wa nani, wa Tanzania, wa Tanzania. Nimeshikashika ma kofia nafikiri, sikiliza, msizarau mtu aliyetengeneza katika siasa za CCM. Ni alianza si mnajua tunachosema Samia sio mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama yenu na Samia ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama, mama. Naamini jeshi mkuu wa nchi, kwa nini mama mama limetengenezwa sana, ili tukitaka kumsema eti tuone tunamsema mama, mama. Sasa Mheshimiwa Lema, najua mama ana shida na wewe, alifanya mpaka mkarudi, usimseme mama Atokeba, msimseme mama. Unaona kama ni mama yako, Samia sio mama yangu. Samia sio mama yako, ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Atakemewa akikosea, atapongezwa akifanya vyema, ataonywa akikosea, kwa sababu yeye ni mtumishi wa watu na sio bosi wake. sawa sawa. Kuna midongoro inaendelea sasa. Mheshimiwa Lema, kama ni jasiri hivyo, mbona ulitoroka, uka ukakimbia kana pokopa? Mimi nilisikia sauti ya Bwana Lema, mchukue mama na mtoto uende mpaka nchi ile nitakao kuonyesha, ukae huko mpaka nataka. Mbona ukisikia hapo unafanyaje? tuomba ni mwenye Mtume Muhammad ni mwenye uende kwa Madina sio <laughs> Yesu mwenyewe. Yusufu alisikia sauti kibinshi erori, Yusufu chukue e Maria na mtoto uende mpaka nchi. Yusufu akachukua Yesu akaingia miti <laughs> na mimi ndugu zangu, nilisoma ramani ya kukata shingo nikaingia miti <laughs> nimekaa kule miaka ni kadhaa, sauti ikanijia, Lema, yeah. yule aliyekuwa anataka roho yako na mtoto ayupo tena, yuko chukua.